Tumeweza kutengeneza rekodi uh, ambayo kwa mara ya kwanza toka TRA imeanzishwa mwaka 96 97 1996 1997 tis, kwa mara ya kwanza TRA tumeweza kukusanya na kuvuka miezi yote 12 ya mwaka tulikuwa na lengo la kukusanya trilioni 31, uh, na milioni mia tano kwa mwaka mzima, kwa bara na visiwani. Lakini mpaka jana saa sita usiku, tumeweza kukusanya trilioni 32 na bilioni 260, lakini kubwa zaidi tumeweza kukua wa asilimia kumi na sita nukta saba Ni kiwango kikubwa sana na ni ufanisi wa asilimia mia moja na tatu Haya ni mafanikio, lakini ni rekodi kubwa. Sasa wengine wanaweza wakasema mbona ni ya kawaida. Kwanza nimesema TRA imeanzishwa mwaka 96, leo tuna miaka 29 mwezi wa sita mwakani tunatimiza miaka thelathini. Tunao watumishi wengine ni wapya mwenyekiti, wengine walikuwa hawajazaliwa wakati TRA inaanzishwa. Mwaka 96 ilipewa lengo la kukusanya kwa mwaka ilikuwa ni bilioni 539, mikoa yote 33, bilioni 539 na tuliweza kukusanya bilioni 531 kwa mwaka ambayo ilikuwa ni ufanisi wa asilimia 98. On average kwa mwezi tulikuwa tunakusanya bilioni 44. Tunazunguka mikoa yote. Mwaka 96 alikuwepo mzee Sanare, ndo alikuwa commissioner general wa kwanza na hata World Bank na IMF ndo ambao walipropose tu ianzishe TRA walisifia haya mafanikio ya kukusanya bilioni 44. Leo, leo mheshimiwa mwenyekiti, hayo ni makusanyo ya mkoa, baadhi ya mikoa na on average ukiangalia uh, kama hiyo ilikuwa 44 Leo makusanyo yetu yamepanda sana, kwa tuna kila sababu ya kusema tumeandika rekodi ya kwanza kuvuka miezi yote kumi na mbili, lakini kukusanya kwa kiwango kikubwa sana. Tuna kila sababu ya kuwapongeza wafanyabiashara, viongozi wetu na watumishi, hongereni sana. Lakini sababu nyingine, kwa nini tumewaita, wastani umepanda nimezungumza 96, wastani ilikuwa ni bilioni 44. Leo uh, mwaka jana, mwaka tu uliopita, wastani wetu wa kukusanya kwa mwezi ulikuwa ni trilioni 2 na bilioni mia tatu. Leo ni trilioni 2 na karibu bilioni mia saba kwa mwezi. Mkubwa sana, na ukifananisha tulikotoka tulikuwa tunakusanya bilioni 44 kwa mwezi wastani, leo ni trilioni 2 na bilioni 700. Mwenyekiti, inawezekana economy ime imegrow, inawezekana pia, uh, ufanisi umeongezeka, population imeongezeka, lakini lazima tukiri pia na ufanisi wa mamlaka ya mapato umeongezeka kwa kiasi kikubwa sana.